Kafu hawajasambaza logo mpya kutumiwa na vilabu, ni maneno ya Ali Kamwe, ambapo kwa mjibu wa afisa pale wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe anadai kwamba kuna watu wame download logo mpya wakaweka kwenye jezi zao ili waonekane ni wa kimataifa zaidi. Ngoma bado mbichi, wacha tusubiri Kafu wataamua nini siku e, ya mechi, kwenye mechi za hatua ya makundi kwa mjibu wa afisa bali wa klabu ya Yanga anadai kwamba baada ya minong'ono ya muda mrefu ya kudai kwamba klabu ya Yanga imetumia logo ya zamani ya Kafu kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika na Simba wametumia mpya. Kwa mjibu wa Alshabani Kamwe anadai kwamba timu hiyo, kuna timu ambayo ni Simba imedownload logo mtandaoni, baada ya hapo ikaweza kutumia logo hiyo ili waonekane wao ni wa kimataifa zaidi. Lakini ukweli ni kwamba Kafu hawajasambaza logo yoyote kwa vilabu, kwamba hiyo inayotumika. Kwa hiyo unaweza kutumia logo yoyote ambayo ni ya Kafu kumbuka kwamba logo ambayo imetumika e, Simba ambayo inaonekana kwenye bega hapa kwa mchezaji kushoto ni logo ambayo iliweza kuzinduliwa kwa msimu uliopita, baada ya kafu kuweza kubadilisha muonekano wa kombe la klabu bingwa barani Afrika, hivyo automatic na logo yenyewe ni lazima ibadilike, kwa kuwa inakuwa inawakilisha kombe husika. Na hapo minong'ono ikaanza baada ya klabu ya Yanga kuweza kutumia logo ile ya zamani ambayo inaonyesha kombe la zamani na ndipo wapo wengi wakahoji kulikoni Yanga wakatumia logo ya zamani na Simba wametumia logo ya sasa ambayo ni mpya, na ndipo ambapo afisa bali wa klabu hiyo akajibu kudai kwamba Simba wamedownload hiyo logo CAF hawajatuma logo mpya ambayo wanaweza kuitumia wao, wameichukua mtandaoni na wakaendelea kuitumia hivyo. CAF hawajatoa, hawana tangazo lolote wala kusambaza kokote kwamba kuna logo mpya ambayo wataitumia vilabu hivyo ambavyo vitashiriki mashindano kwenye ngazi ya makundi klabu bingwa barani Afrika.